Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Dkt. Hussein Ali Mwinyi, ametoa mkono wa pole kwa familia marehemu Charles Hillary, aliyekuwa msemaji mkuu wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na mkurugenzi wa mawasiliano Ikulu, aliyefariki dunia usiku wa kuamkia leo, tarehe kumi na moja Mei 2025 jijini Dar es Salaam. Rais Dkt. Mwinyi amefika nyumbani kwa marehemu, mtaa wa Kibamba CCM, wilaya ya Ubungo, jijini Dar es Salaam, kutoa mkono wa pole kwa mjane wa marehemu, Bi Sarah Mwakanjuki pamoja na wanafamilia ndugu, jamaa na marafiki. Rais Dr. Mwinyi amewataka wote walioguswa na msiba huo kuwa na subira na uvumilivu katika kipindi hiki kigumu cha majonzi. <mulia>

Sasa marehemu Charles Hillary amefariki akiwa na umri wa miaka 66. Rais Dkt. Mwinyi alimteua kuwa mkurugenzi wa idara ya mawasiliano Ikulu tarehe 30 Desemba 2021, na baadaye akamteua tena kuwa msemaji mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar tarehe 6 Februari 2023. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Washindi Media, usisahau kusubscribe, kulike, komenti na kushare ili usipitwe na taarifa zetu za kila siku.